Nam, ndio hali ilivyo katika ikulu ya Nakuru. Wale waliofaulu kushinda wakiwa katika ikulu ya Nakuru. Kwingineko, juhudi za kuleta usawa wa kielimu kupitia teknolojia ya mashinani zimepiga hatua kubwa katika kaunti ya Taita Taveta baada ya walimu zaidi ya 64 kupatiwa mafunzo ya kidijitali katika mradi unaolenga kuwawezesha wanafunzi kufuatilia kwa urahisi mtaalaa wa CBC. Mradi huo unaoendeshwa na Tech, eh, Tech Kids Africa kwa ushirikiano na Raspberry Pi Foundation umegharimu zaidi ya shilingi milioni 30 katika awamu yake ya majaribio inayotekelezwa katika kaunti za nakuru mombasa na hata taita taveta mafunzo hayo yanayotolewa na mashirika hayo mawili yanalenga kuwafikia zaidi ya walimu elfu mbili kufikia mwisho wa mwaka huu siku ya leo tulikuwa walimu walikuwa wanapata kuweza kutreiniwa na wameomba sana waweze kutreiniwa hata zaidi na uh, katika kupatna pamoja na pia Taita Taveta Child, uh, Child Support CBO na County Government ya Taita Taveta tunaona kwamba tunaweza kufikia watoto wengi na tunaweza ku make impact kubwa ya more than 100,000 learners in this uh, county. Ni na madhumuni yetu ni hakuna mtoto wa Taita Taveta abaki akisemekana kwamba hajui kusoma na kuandika kwa kisasa. Hii programu inagusa pia walimu wa chekechea, walimu wa shule za msingi na pia shule za JSS, na baadaye itafika pia upande wa shule za upili the